Ukitaka kujijua kama uko na shida, kile unapokaa na watu kazi zako ni kusema wenzako, we uko na shida, tena uko na shida kubwa sana. Na kama unataka kitu kwa mtu mpaka wanze kuenda wasimanga wenzako, kuongelea wenzako vibaya, we uko na shida, uko na shida. Yaani kile unachokiona kitakufanya kitu mpaka uanze kuzungumzia ku, watu kuponda watu kukejeli watu kwa upate kitu, uko na matatizo ndugu yangu. Yaani wewe shida yako ni kubwa sana sijui utasaidiwa vipi, maanake sijui nikwambie huo ni uchawi wala ni nini, lakini ni tabia za kike Mwanaume hawi hivyo. ka kiume, ukitaka kitu nenda na pointi yako, taka kitu, sio uponde mtu pate kitu. No, hiyo sio, hiyo ni ya wanawake.